Barakatu, nyinyi Kisii ambao jana ulikunywa nyasore ukakuja kupiga kelele, haina shida. Mi nataka kuuliza swali, nyinyi si Kisii peke yake, hata Wakenya wengine ambao wako na hasira au wako na uchungu na Raila Molo Dinga kuungana na Ruto, nyinyi ulikuwa nataka Raila Molo Dinga kitoka akitoka au aungane na nani? <laughs> tukwe tu ukweli walikuwa wanataka Raila aungane na nani? Tukwe tu watu ukweli, watu wazuri walikuwa wanataka Raila Mulo Dinga akuja aungane na... wa Monyoro chokora Gachagwa, au walikuwa wanataka Raila Mulo Dinga akuja aungane na Steve Kalonzo Musyoka, au walikuwa wanataka Raila Mulo Dinga akuja aungane na Tembea, au walikuwa wanataka Raila Mulo Dinga akuja aungane na Matiani. Nyenyewe walikuwa wanataka Raila Mulo Dinga akuja afanye akisatoka EU ambao nyinyi ulimwambia anguke, ambao nyinyi uliandika message kwa kila inchi kwa kila nation kwa kila state asimpigie kura <laughs> so, nyinyi mko nataka kuje aungane na nani? Kitu Raila Odinga amefanya, amefanya kama mwenye chama na amefanya kama kiongozi, au usiane na nyinyi politics zenyu, au usiane na chama zenyu, au usiane na siasa zenu, au usiane na idea zenyu. So nyinyi wenyewe pia jipangeni. Ingeni kwa room, jiunde ukuje nje. Wengine wanapiga hapa Raila Amolo Odinga na ukimuuliza, wewe una support nani kwa sasa? anakuambia bado mimi sina. Wengine wanapinga Raila Amolo Odinga hapo ukimuuliza, wewe kisasa chama yako ni gani? anasema hana. Mwingine anapinga Raila Amolo Odinga hapo ukimuuliza, wewe leader yako ni nani kisasa? sasa anasema hakuna. Na hao ndio number one kumpinga, hao ndio number one kumtukana, hao ndio number one kuchora katuni. Wengine ukiuliza hapo anasema mimi ni DNC Kenya to Kenya

Ya kali Raila Amolo Odinga, nyinyi ulikuwa unataka aungane na nani? Au nyinyi ulikuwa unataka Raila Amolo Odinga afanye nini? Politics si mtu anaretire. Politics ni kitu inakupea retire, ni uzee wako, uwezi ongea, uwezi tembea au ukufe. Politics si kazi umeandikwa, wala politics si kazi yako unafanya. Politics ni kitu ambao umejitolea sawa. Nyinyi ulikuwa unataka Raila Amolo Odinga aungane na nani? Swali kidogo na swali rahisi, sawa?